Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa tahadhari kuhusu kimbunga kinachojulikana kama Chenge ambacho kimebainika kuwepo katika Bahari ya Hindi kaskazini mwa kisiwa cha Madagaskar takriban kilomita 2400 kutoka mashariki mwa pwani ya Mtwara. Kwa mujibu wa taarifa ya TMA, kimbunga Chenge kilianza kujitengeneza mnamo tarehe 17 Oktoba mwaka huu mashariki mwa Bahari ya Hindi na kimeendelea kuimarika huku kikisalia katika eneo hilo. Uchambuzi wa sasa wa mfumo wa hali ya hewa unaonyesha kuwa kimbunga hicho kinatarajiwa kuelekea upande wa magharibi wa bahari ya Hindi, kuelekea ukanda wa pwani ya Tanzania kati ya tarehe 26 hadi tarehe 27 Oktoba mwaka huu. Hata hivyo, inaelezwa kuwa nguvu ya kimbunga hicho kinatarajiwa kupungua kadri kinavyozidi kusogea magharibi. TMA imesisitiza kuwa inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kimbunga hicho pamoja na athari zake kwa hali ya hewa nchini na itaendelea kutoa taarifa pindi kunapokuwa na mabadiliko muhimu. Lakini pia imeweza kutoa ushauri kwa wananchi, hususan watumiaji wa bahari, wanashauriwa kuendelea kufuatilia taarifa rasmi za utabiri wa hali ya hewa kutoka TMA na kupata ushauri wa wataalamu wa kisekta ili kuchukua tahadhari stahiki. TMA pia imesisitiza umuhimu wa usikivu wa utayari kwa jamii ikizingatiwa kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuongeza uwezekano wa madhara iwapo hatua za tahadhari hazitazingatiwa kwa wakati. Hii ni taarifa kutoka TMA kuhusiana na kimbunga Chenge. Kwa haya na mengineyo, ni kukumbusha tuendelea kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii kwa wingi wa taarifa, habari pamoja na matukio. Mimi niendelee kufahamika kama Dejumbo, mpaka wakati mwingine, kwa heri.